Kulikuwa na Sungura na Panya waliokuwa marafiki wa muda mrefu. Waliishi katika kijiji kidogo kando ya msitu mkubwa. Ingawa walikuwa marafiki, walikuwa na tabia tofauti sana. Sungura alikuwa mchapakazi na mwerevu, wakati Panya alipenda starehe na mara nyingi alikuwa mvivu. Siku moja, Sungura aliamua kulima shamba lake ili apate chakula cha kutosha kwa msimu wa baridi. Alimwambia Panya, njoo tupalilie shamba pamoja ili tusije tukakosa chakula wakati wa baridi. Lakini Panya akacheka na kusema, kwa nini nijisumbue? Kuna chakula kingi kila mahali! Nitakula tu kinachopatikana. Sungura kushawishika na akaendelea kulima peke yake. Aliotesha mahindi, viazi na karanga. Wakati huo, Panya aliendelea kuzurura na kula mabaki ya vyakula vilivyoachwa na wanakijiji. Miezi ikapita na msimu wa baridi ukafika. Baridi ilikuwa kali na chakula kikawa haba. Sungura alikuwa amejiandaa vizuri, alihifadhi vyakula vyake kwenye gala dogo alilojenga. Lakini Panya alianza kuona njaa. Siku moja, akiwa dhaifu kwa njaa, aliamua kwenda kwa Sungura na kusema kwa huzuni, rafiki yangu, tafadhali nipe chakula kidogo, sina chochote cha kula. Sungura alimtazama Panya kwa huruma na kusema, je, sikukuambia kwamba tulipaswa kufanya kazi mapema? Panya aliona aibu, lakini aliomba msamaha. Sungura, kwa kuwa alikuwa na moyo mwema, alimpa panya chakula, lakini kwa masharti kwamba atajifunza kufanya kazi kwa bidii ili asipate shida tena msimu ujao. Kutoka siku hiyo, panya alijifunza kuwa na bidii kama rafiki yake, na hawakuwahi tena kukosa chakula msimu wa baridi. Kazi ya bidii na maandalizi ni muhimu kwa maisha yenye mafanikio. Baada ya panya kushiba chakula alichopewa na sungura, alijilaza kwa furaha karibu na moto uliokuwa ukiwaka ndani ya nyumba ya sungura. Alitafakari jinsi alivyojiletea matatizo kwa uvivu wake na kukosa kujitayarisha kwa msimu wa baridi. Baada ya muda, Panya akasema kwa sauti ya huzuni, rafiki yangu, nimejifunza somo kubwa. Sikutaka kufanya kazi wakati ulikuwa unalima, na sasa nimeona matokeo yake, na kuahidi kuwa kuanzia sasa nitabadilika. Sungura alitabasamu na kusema, ninafurahi kusikia hivyo, Panya. Kazi ya bidii huleta matokeo mazuri lakini ahadi yako ni lazima iwe na vitendo, si maneno tu. Msimu wa baridi. Majuma machache, msimu wa baridi ulianza kupungua na majani mapya yalianza kuchipuka. Sungura na Panya walitoka nje kuona na dunia ikiwa inarejea kuwa ya kijani kibichi. Siku hiyo Sungura alimwambia Panya, sasa ni wakati wa kuanza kazi kwa ajili ya msimu ujao. Je, uko tayari? Panya ambaye sasa alikuwa amepata nguvu alijibu kwa uthabiti, ndiyo. Sitaki kurudia makosa yangu ya zamani. Walikwenda shambani pamoja na kuanza kulima. Panya kwa mara ya kwanza alishika jembe na kuanza kufanya kazi kwa bidii. Ingawa mwanzoni ilikuwa ngumu, hakukata tamaa. Panya anabadili pita na shamba lao lilizaa mazao mengi zaidi ya msimu uliopita. Sasa, Panya alikuwa na sehemu yake ya mazao ambayo alihifadhi kwa msimu wa baridi. Wakati msimu wa baridi uliporudi tena, Panya hakuwa na wasiwasi. Alikuwa amejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kujitayarisha kwa wakati ujao. Siku moja akiwa amekaa ndani nyumba yake akifurahia chakula chake, alifikiria jinsi maisha yake yali alivyobadilika kwa msaada wa rafiki yake Sungura. Kujifunza kutokana na makosa yetu na kufanya kazi kwa bidii kunaweza kutubadilishia maisha yetu kwa njia nzuri. Baada ya kula chakula chao kwa furaha, Sungura na Panya walikaa karibu na moto wakifurahia joto la nyumba yao. Je, theluji iliendelea kunyesha polepole pole, lakini safari hii Panya hakuwa na hofu yoyote. Alijua kuwa alikuwa amejitayarisha vizuri kwa msimu huu. Panya alimtazama Sungura na kusema kwa sauti ya shukrani, rafiki yangu, asante kwa kunifundisha umuhimu wa kazi ya bidii. Sasa najua kuwa maisha ni kuhusu maandalizi na juhudi. Sungura katabasamu na kusema, ninafurahi kuona mabadiliko yako, Panya, lakini kumbuka, maisha sio tu kuhusu kufanya kazi tunapaswa pia kusaidiana na kushirikiana. Akafikiria kwa muda kisha akasema, unajua nini Sungura? Mwaka ujao tunapaswa kuwasaidia marafiki zetu wengine kijijini. Wapo wanaoshinda njaa kwa sababu hawajifunza kujitayarisha kama mimi. Mpango mpya wa Sungura na Panya Sungura alipenda wazo hilo. Hiyo ni kweli, Panya. Ikiwa tutawafundisha wengine kama nilivyokufundisha wewe, kijiji chetu kitakuwa mahali pazuri zaidi kwa wote. Walipoketi karibu na moto, walipanga mipango ya msimu ujao. Watasaidia wanyama wengine kulima mashamba yao, watashiriki chakula na wale wanaohitaji msaada, watatoa mafunzo kwa wanyama wavivu ili wajifunze thamani ya kazi ya bidii. Msimu mpya, maisha mapya. Msimu wa baridi ulipomalizika, walifanya kama walivyopanga. Walitembelea marafiki zao kama Kobe, Kima na Kuku na kuwahamasisha kulima mashamba yao wenyewe. Mwaka uliofuata kijiji kilibadilika hakukuwa na njaa tena na kila mnyama alijifunza umuhimu wa kujitayarisha kwa wakati. Panya alitabasamu kila alipoona wanyama wakilima mashamba yao, na akajua kwamba safari yake ya kujifunza imekuwa na maana kubwa. Kazi ya bidii inalipa. Elimu ni zawadi bora unayeweza kumpa mtu. Ushirikiano na kusaidiana huleta huleta mafanikio kwa jamii nzima.